Na ndio maana tuko na kiongozi Kalonzo Musyoka na tumefungua ofisi ya Wiper hapa, na kama United Opposition tumekuja kumpa nguvu.

27, wanatupa eh, ndugu yetu kule Karimu, kama first ball wetu wa United Opposition. Ah! Tumekuja leo hapa Kilifi County Magarini kuomba mtupe second ball wetu ndugu Kenga Stanley hapa, yes, kabisa mjue hapa ofisi ya Wiper hapa, ni kila katiba chama cha Wiper Patriotic Front kinasema kwamba branch branch ni constituency, sub branch, ni bordalafu right? wa kaunti unakuwa na caucus huko juu. Kwa hiyo mashinani ni kitu oh, oh, oh, ya maana zaidi, muje mujiandikishe kama wanachama wa Wiper Patriotic Front wa, muungano wa United Opposition.